Ngoje nikuonyeshe jinsi ya kuhifadhi vitu vyako katika email, picha, video na kila kitu ili hata ukipoteza simu yako basi ni rahisi kuvipata. Kwanza nenda katika simu yako kuna application inaitwa Drive au unaweza ku-download kutoka Play Store au App Store. Kwa hiyo utaifungua. Hapo utaona pale juu kuna account yako ya Gmail. Kwa hiyo utachagua moja kama unazo nyingi. Pia utabonyeza hapo chini kwenye alama ya kujumlisha kisha utatengeneza folder. Ni option hii, tengeneza folder alafu leta jina lolote ambalo unahitaji. Weka. Kwa mfano mimi nitaliita picha zangu, ili nihifadhi picha, kisha nitabonyeza alama tena ya folder ambayo nimelitengeneza kisha nitabonyeza alama ya kujumlisha, kisha nitabonyeza upload, alafu nitaenda katika mafaili yangu, nitachagua picha au videos au na kila kitu ambacho nataka nihifadhi katika mtandao, kisha nitabonyeza kwenye sehemu ya andika select pale juu. Okay? Unaweza kuchagua vitu vingi, sio lazima uchague kimoja. Mimi naosha mfano kisha select, alafu itaanza ku upload katika uh, mtandao ambao ni email. Kwa hiyo inakuwa inahifadhi katika mtandao. Wewe ukipoteza simu, ukienda sehemu nyingine, basi unaweza kuvipata pia. Ukirudi nyuma, kubonyeza hapo kwenye alama, kubonyeza hapo kwenye setting, alafu hakikisha huko chini, kama hautumii wifi, hakikisha pamezimwa, okay, ili uweze ku upload vizuri.